TRA leo tupo katika uh, Wasibu House ambapo eh, ni siku ya Career Day kwa ajili ya wasibu wote, na tupo hapa kwa ajili ya kutoa elimu mbalimbali ya kuhusiana na kodi, na kwa sababu hiyo wa, wasibu hawa wataweza kuwasaidia wafanyabiashara kuweza kuwasilisha ritani zao, kuweza kuwatengenezea mahesabu ya vitabu vyao vya, vya fedha na pia eh, kuweza kuwasaidia katika mambo mbali mbalimbali ambayo eh, walipa kodi wanashindwa kuyafikia, lakini pia kama TRA tumeandaa mfumo unaoitwa IDRAS ambao utakuja kuwasaidia walipa kodi na wahasibu wote kwa ajili ya kuwasilisha hizo litani, kujisajili, na kuweza kufanya mambo yote ambayo ya yana, yanahusu TRA, pamoja na kutoa taarifa kama kuweka barua ya kufunga biashara na vitu vingine. Kwa hiyo wahasibu hawa hawa watatumika, eh, na walipa kodi kuweza kuwasaidia kwenye mambo kama hayo. Kwa na inatwanas Shabani na thamani natokea ue ca CBE. Leo ni siku ya career ya uhasibu. Tumekuja katika kutembelea jengo la TRA. Tumejua muhimu wa mapato ambayo serikali inayapata kupitia TRA, lakini pia tumejua mambo mbalimbali ambayo serikali inaweza kufanya kupitia TRA ambayo inapokea mapato yetu ya nchi. Asanteni sana. Kwa jina anaitwa Tahir Ahmed Hamza, natokea chuo cha biashara. Siku ya leo ilikuwa ni siku kubwa kwangu na siku yenye furaha kwangu, kwa sababu nimeweza kupata experience kubwa, niliweza kupata kukutana na ma managers na watu wa TRA ambao wamenipa niseme experience nyingi, kiasi kwamba confidence yangu imeongezeka na nahisi ni bright future wamenitengenezea. Nashukuru sana na kikao hichi ambacho kimefanyika kwa mara ya kwanza kwetu sisi watu ambao tunasoma taxation na accountants, kwa kweli ni furaha kubwa, na tunawapa pongezi kwa hilo, na naomba siku zote iwe katika uendelevu wake. Asante sana TRA. Hey, pamoja tunajenga taifa letu.